Kalibuni watezamaji wangu wa Tila Seti TV. Leo niko kijiweni, ni mimi mtangazaji wako Shakila wa Mwagachiapa. Niko na Afela, niko na Audi, alafu niko na watu wasifa kama hawa leo. Nataka nipige na ustoli pili tatu kuhusu maisha. Babu, unapenda kuniambia nini kuhusu maisha? Kwanza atajitambulisha jina lake, alafu atanielezea babu ana bibi na kama Naitwa Saria Gala, mmoja wapo mimi. Ni Dewa Magole, ni mambo ndo kama unavyojua mimi, tena miaka sabini na kwenda mbele. Kwa hiyo nguvu wenyewe ndio vile vile, lakini vijana wanatumia ubiziti, bado tuko na nguvu. Haya, ndo mambo ya kijiweni, anakwambia babu anamke na anamke na mambo kama kawaida. Hey, hey, hey, hey, hey. kinapikwa hey yanapikwa. Maharage yanapikwa. Kama kawaida. Eh, babu, wewe unataka kusema katika miaka yako yote umeoa kama una miaka mingapi? Nimeoa nimeoa bado miaka miaka thelathini na kitu tu. <coughs> Sabini. a aaa aii nauaaaaa Nataka tambulisha jina lake nani, kwa majina anaitwa nani? Eh, Jumanne Kichwana Muhammed, huyu ustazi Jumanne Kichwana Muhammed. Je, bwana Kichwana nyumbani mwenzio yupo? Umetoka umeoa mpaka sasa hivi miaka mingapi? miaka kumi. kitambo sana, muda sana, aina shindana na vijana kama aa wanaopenda na kula kijiweni, lakini wanaletewa kwa hiyo, una wajukuu wangapi? Wajukuu kwa sasa hivi bado sijapata mjukuu mpaka sasa hivi. Unaonekana wewe mvivu sana babu, wewe una wajukuu wangapi?

Ndio maana unakula kijiweni <laughs> eh? Unamaliza kabisa unamaliza mpaka mwisho <laughs> Sasa kama mke una kichakula kimepikwa na nani mpishi? okay. Mpishi nani sasa, mpishi? uba, uba, yuwa, ah, mpishi nani? nyumba ndogo wewe, una mambo hayo sasa. Wewe unataka kusema kama mjigo umelewa? wapo, sawa sawa <laughs> <laughs> <Huyu bwana hapa. laughs>

Wazalamu bwana, wana mambo fulani. Wazalamu wanapenda sana mambo fulani, kweli. Ah, mambo fulani. Unaniona kwa nini? Mambo fulani. Ah babu, wako watu wapi? Mimi mimi tegeleko, mzalamu. Mama yangu mzalamu, baba yangu mtegeleko. Eh babu, wazalamu wanapenda nini? Wanapenda sana mambo haya. Ah, ah, ah babu, lazima wawekwe ndani, harusi. Ehe, wazalamu unajua

Mo, wanaumia... anaumia mmoja. Anaumia mmoja sawa. Sawa, sawa. Niko kijiweni na nitahitimisha kipindi hiki hapa kijiweni na babu. Babu, nimependa cheko lako. Cheka kidogo babu. Asante oh, sana oh, okay. <laughs> <laughs> Mimi ndio mwenyewe bwana, wewe ndo mtengereko. Mimi ndo mtengereko asili, wale wenyewe waloenda polini iindiwandengeleko si wenyewe halisi bwana. Basi mimi nimefurahi kuongea ni ni na nyinyi, nimefurahia kipindi changu leo kijiweni, au vipi? Japo eh, eh, mmeninyima uhuru katika eh, boti. Mimi nasema chao, tutaonana siku nyingine, au poa.